Wewe ulikuwa wapi? Tumekaa hapa tunajadili sisi wenyewe peke yetu. Tulifanya haraka haraka hmm. Sasa, nasikia, ah, wewe mjomba ongea tu ili jambo si ndio? Ndio. Si ndio? Sasa unasikia au wewe? Ah, ah hapana, ongea tu, unaweza kuona mimi, unaona kama mimi nakutawala, ah, eh. Kaka, ongea tu, ongea tu. Au unazungumza wewe? Ah, hapana, eh, sasa sisi tumekaa hapa kujadili kuhusu masuala ya mali. Sisi ya kwetu tushataja, mama kataja hapa, mama yako mjomba wako kataja hapa, na mimi nimetaja hapa. Tukaona sasa, si vyema tukaweka tuka tu hivi kuandika moja kwa moja, na wewe inabidi utaje yako, ili tukiweka mahali, wakija kuchukua panachukua vyote moja kwa moja. wewe ndio unaenda kwenye ndoo hatutajiwo mahali yake shilingi ngapi eh, eh. lakini bado nikwe niko pale pale, lazima ataje eh? Zusema mimi na huko, watu wananisubiri huko. Mi si unaona hivi, ninapotoka hivi kama naenda kuhutubia, afu leo ndo ilikuwa happy birthday ya jamaa wangu, umeona? Nipo uchapa, kwanza taja basi, bora nimchapa leo. Sasa zao usiuongee bwana wewe, vipi? Ah, mbona nataka kuanza kunichanganya hapa saa hizi mtume huyu eh. Uzima huyu wezu shabash wezu, yani watu wanakuja hapa baada ya kusema wewe mama, wewe mtoto, wewe, kaka huo msafu wenyewe unaweza shilingi elfu moja eh? we, hata ningenda kukuchukulia kule ulio kwa msaafu! mpumbavu msaafumpumbavu ule kwa msaafu zuu anatotea mambo ya kijinga na mambo ya kipumbavu. We mwana wapi msaafu kweli, unataka ututie aibu sisi? <tos> <tos> ili akili zake, yaani kukufundisha kote umeishi. Mwanangu, kweli unataka kunitia aibu, unataka kunivua nguo zuu. U, tumekulea tumekusomesha mpaka hapo ulipofikia leo hii ukaolewa kwa msahafu, ah! sio kweli. Na ninakwambia zuu, labda ujalala kwenye tumbo hii una, unakuwa bei rahisi, ujiamini huko unakwenda. Ujui kupika ujui kuteka maji ujui kuosha vyombo. Hey, toka, toka, toka, toka, toka hapa mpumbavu! si tushataja milioni mimi, hicho tu, lina nini hili kweli? kwa msahafu kweli sianataka kutuzalisha huyu jamani, na ndio maana nikasema milioni uli ukoo mkubwa, ukoo mkubwa unataja masafu wewe, ukoo mkubwa ule. Ndio maana pale kwenye zile hela kaunganisha milioni. Hey, ukoo mkubwa ule! Eti mimi nilikuwa na chapombe, kumbe ulikuwa na akili. Ah, zuu.